Waziri wa afya, maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto Ummy Mwalimu amesema atahakikisha sera ya upatikanaji wa huduma za afya bure kwa wagonjwa wa saratani hapa nchini inatekelezwa haraka iwezekanavyo. Waziri Ummy ameyasema hayo baada ya kutembelea wodi za wagonjwa katika hospitali ya saratani ya Ocean Road iliyopo jijini Dar es Salaam, ambapo huduma ya dawa kwa wagonjwa hao inatajwa kuwa ni tatizo. Mwandishi wetu Zaituni Mkwama ana ripoti zaidi. Katika hospitali ya saratani ya Ocean Road jijini Dar es Salaam, waziri wa afya, maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto Umi Mwalimu amefanya ziara hospitalini hapa, na anazungumza na watu ambao wako katika hospitali hiyo wakisubiri huduma. Waziri Mwalimu amepita katika wodi mbalimbali ambapo katika baadhi ya maeneo alilazimika kusimama kutoa maelekezo kwa wasimamizi wa hospitali hiyo, na hapa ni katika mashine ya CT scan ambayo inaonekana kuwa katika matengenezo. Yani, uwaziri wangu hautakuwa na maana kama nitashindwa kutatua tatizo la upatikanaji wa madawa katika hospitali ya Ocean Road. Nitakuwa sina maana, kwa sababu kweli mwananchi alipe laki nane, alafu baada ya wiki sita arudi tena alipe laki nane, ni jambo ambalo halikubaliki, kwa sababu katika suala la matibabu ya kensa ni mojawapo ya magonjwa ambayo mgonjwa anatakiwa kupata matibabu bure. Kwa hiyo ni changamoto kwangu kama waziri, ni changamoto kama serikali ya Dkt Magufuli, tunayo sera ya matibabu bure ya ugonjwa wa kensa. Ita... baada ya ziara hii, kaimu mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya Ocean Road Dr. Diwani Msemo anazungumza na waandishi wa habari na kukiri kuwepo kwa changamoto katika hospitali hiyo. Mashine za matibabu ya mionzi kwamba hazitoshi, inachukua muda wa kupata matibabu na kidogo, wakati mwingine zinakuwa zinaharibika, ni kweli Nazungumza na baadhi ya watu ambao wanauguza ndugu zao katika hospitali hii kutoka mikoa mbalimbali mbali. Kwa kweli dawa zinatutatiza na ni bei ghali sana, na Ocean Road kwenyewe hakuna dawa hata kidogo. Hakuanza kuanzia kwan, drip na paka kufata zile dawa zenyewe, dawa unaambiwa naenda kanunue pale nje nje yenyewe dawa ni laki nane yaani damu hapa unaenda kutafuta sijui Mwimbili sijui wapi sijui wapi. Hapa ilipaswa damu iwepo. Daktari akasema tumepeleka fedha nje ije itengeneze mashine. Unaona sasa, tunaona tangu zipelekwa hiyo hela, wiki juzi tunamuuliza daktari akasema bado. Kwa hiyo mashine tunayotumia ni moja badala ya tatu, kwa hiyo kuna usumbufu mkubwa, yaani kilio ni mashine na dawa. Mtazamaji, umekisikia kilio cha wagonjwa katika hospitali hii ya saratani hapa Ocean Road jijini Dar es Salaam, ukosefu wa damu pamoja na dawa, ambapo tiba ya miezi sita inagharimu kiasi cha milioni nne na laki nane Na umemsikia mheshimiwa waziri amesema kwamba katika kutekeleza sera ya upatikanaji wa huduma bure za wagonjwa wa saratani inatekelezwa, ameahidi kuhakikisha analichukulia hatua za haraka ili kuhakikisha wao wagonjwa wote katika hospitali hii wanapata huduma bure. Nikiripoti kutoka hapa Ocean Road jijini Dar es Salaam, mimi ni Zaituni Mkwama wa TBC.